Hili ni shauri namba saba la mwaka elfu mbili na tatu ambalo lilianza kusikilizwa Februari mwaka huu. Baada ya muda huo, sasa majaji hii leo walichokifanya ilikuwa ni kuangalia uamuzi baada ya kusikiliza pande zote mbili. Kubwa zaidi, nchi ya Rwanda ilikuwa ikipinga uhalali wa mahakama hii eh, kuwa na uwezo wa kusikiliza shauri hili, kwa maana kwamba sheria za kimataifa haziruhusu eh, kati ya nchi na nchi kushtakiana bali zinaruhusu kati ya nchi na mtu au mtu na nchi lakini majaji wote wamejiridhisha kwamba wana uwezo wa kuendelea na shauri hili. Sasa mahakama hii ya Afrika ya haki za binadamu na watu imetoa maelekezo kwamba ndani ya siku tisini nchi ya Rwanda iwe imejibu malalamiko yote yaliyotolewa na DRC na baada ya hapo DRC itakuwa na siku 45 za kujibu shauri hilo. Sasa hapa tumezungumza na waziri wa sheria wa nchi ya DRC e, Samuel mbemba Lakuhafika. Kwanza, kinachofurahisha ni maamuzi ya mahakama kubali kuwa inayo mamlaka kisheria kusikiliza shauri hili, tofauti na madai ya Rwanda ambayo ilikuwa inapinga shauri hili kusikilizwa hapa. Huu ni uamuzi wa kihistoria unaohusu maisha na amani ya watu wa Mashariki mwa DRC. Pia huu ni uamuzi unaotazamwa na wengi kuhusu haki za binadamu barani Afrika, inatoa mwelekeo kuwa nchi za Afrika kupitia taasisi zake za kisheria zinaweza kuamua mambo yake kuhusu haki za binadamu. Sasa Rwanda ina siku tisini za kujibu madai yetu, na baada ya hapo na sisi tutakuwa na siku 45 za kujibu na kuthibitisha En la de de la bila shaka baada ya muda huo tutajua ni nini kitaendelea katika shauri hili linalohusisha nchi mbili jirani kabisa, DR Congo na Rwanda ambazo zinashutumiana.